Habari na karibu sana kwenye safari ya maarifa na msukumo wa maisha. Hapa tunazungumza mambo halisi, yale ambayo huandikwa kwenye vitabu vya maisha, si makaratasi ya darasani. Kama wewe ni mtu unayetamani kujifunza, kukua na kushinda changamoto za maisha, basi uko mahala sahihi. Leo tunazungumza juu ya swali moja kubwa. Kwa nini maisha yanakupima kabla hayajakupatia kile unachokitaka? Hebu tusikilize. Maisha si rahisi, lakini je, umewahi kujiuliza ni kwa nini wakati mwingine kila kitu kinaonekana kuwa kigumu kabla hata hujapata unachotafuta? Maisha ni shule isiyo na ratiba na kila siku ni somo jipya. Mtamani mafanikio, utapimwa kwa subra yako. Unataka pesa, utapimwa kwa nidhamu yako. Unataka mahusiano mazuri, utapimwa kwa uaminifu wako. Maisha hayakupi kile unachotaka, yanakupa kile unachostahili kulingana na wewe ni nani ndani yako. Na kila changamoto unayopitia ni kama mtihani wa kuona kama uko tayari kushika hicho unachokiomba. Wengi hutaka mafanikio haraka lakini hawajajiandaa kupambana na upweke, kukataliwa, kushindwa mara kumi kabla ya kufanikiwa mara moja. Mafanikio ni zawadi kwa walio tayari kustahimili moto wa mafunzo. Usikate tamaa kwa sababu mambo ni magumu. Tafuta maana ya changamoto zako, pengine maisha yanakutengeneza kuwa mtu mkubwa zaidi. Ya ulivyo ulivyowahi kuwaza. Kubali mafunzo, tembea na imani, na kumbuka kila siku unayoishi kuna jambo moja jipya la kujifunza. Mr. Mbwambo. Thank you.